Cyrus Jirongo kimepokelewa kwa mshtuko na huzuni kubwa huku familia, marafiki na hata viongozi mbalimbali wakimiminika katika makafani ya Lee hapa Nairobi kupokea mwili wake na baadaye kuungana na familia nyumbani kwake kwa maombolezo. Wakazi, eh, katika makazi yake eneo la Gigiri yamesheheni shughuli tele huku mipango ya mazishi ikianza. Jirongo aliaga dunia saa tisa alfajiri baada ya gari lake kugongana ana kwa ana na basi katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Ben Kirui ana maelezo zaidi. Saa tatu na dakika 55 asubuhi ya Jumamosi, mwili wa aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo uliwasili katika makafani ya Lee saa chache tu baada ya kufariki kufuatia ajali mbaya ya barabarani. Familia na viongozi mbalimbali wakikusanyika kuupokea mwili wake mazingira ya maombolezo yalidhihirika wazi katika nyuso za waombolezaji. We have lost our brother Cyrus, Honorable Cyrus Jirongo through a tragic road accident that happened uh, uh, somewhere in Naivasha. He was driving back to Nairobi. Marafiki na washirika wa kisiasa wa marehemu walieleza masikitiko yao wakimkumbuka Jirongo kama kiongozi aliyegusa maisha ya wengi kwa ukarimu na mtu mchangamfu. Cyrus was generous. So you know tumepigwa na butwa kufuatia kifo cha ndugu yetu mmoja wetu. <laughs> Nyumbani kwake katika mtaa wa Gigiri jamaa na viongozi wengine wanaendelea kuwasili kuifariji familia huku mashauriano kuhusu mipango ya mazishi yakianza. This is very difficult moment for us because we have lost our backbone. This is a Luyia leader. This is a beacon of our hope. This is a gentleman who has been with us. And has been touching us, all of us. Jirongo aliaga dunia saa tisa alfajiri kufuatia ajali ya barabarani katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Polisi wanasema marehemu alikuwa peke yake ndani ya gari na alikuwa akisafiri kurejea Nairobi wakati wa ajali hiyo. Mercedes ilikuwa inatoka kwa mafuta petrol station. Na mimi natoka Nairobi nikienda Busia. Mercedes wakati aliingia aug kwa, kwa, eh. Kulingana na polisi na dereva wa basi lililohusika, gari la Jirongo lilitoka kwenye mkondo wake na kugongana ana kwa ana na basi la Climax Coach lililokuwa likitoka Nairobi kuelekea Busia. Akaamua kukuja penye niko, tukakutana kichwa na kichwa na yeye. Nilijaribu na kuokoa yeye, nikasikia gari yangu inaenda chini. Sasa mimi nikaanza kanyaga, akakuja kama ameniingia. Kifo cha ghafla cha aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo kimebadilisha makazi yake ya Gigiri ambayo kwa kawaida ni tulivu kuwa na shughuli chungu nzima, huku familia, marafiki na viongozi wa kisiasa wakikusanyika kuanza maandalizi ya mazishi. Ben Kiroi, runinga ya Citizen, Nairobi. Wakazi na viongozi